Kwa majina anaitwa Ngemela Gwele ni eh, mwananchi na mkazi Ludewa, mgini, Ki kupa kuwa, kuwa palai, pisa, wa Ludewa mjini mtaa wa mwaka nyenyeo. Kikubwa ambacho nachopenda kuwapa rai wanarudewa kwa ujumla ni kwamba tarehe ishirini na tisa wanapaswa kutimiza wajibu wao kutumia haki yao ya kupiga kura. Unapopiga kura unashiriki kuichagua serikali ambayo itakuongoza katika kipindi cha miaka mitano umetimiza wajibu wako kama raia, na vile vile unakuwa umeshiriki kwenye kuleta maendeleo katika eneo lako husika, lakini pia unakuwa una haki ya kukosoa, kudai, kupongeza, kusifia kile kinachofanywa na serikali ambayo wewe umechagua. Kinyume na hapo, unakuwa umejipotezea haki ya kwanza kabisa kuchagua. Ya pili, unakuwa umejirudisha nyuma wewe husika kwa kingine kwa ambacho nachotakiwa kuwa hasa Wanaludewa ni kwamba tutumie fursa hii kuhamasishana, kushauriana, kuimizana kwenda kupiga kura ku mbunge, mwane, kwa kumchagua mbunge, diwani na rais kwa ajili ya mustakabali wa maendeleo ya taifa letu kupitia miaka mitano ijayo. Binafsi nitaenda